Dereva hakuwepo, dereva alikuwa kwenye pale baa, mpaka tukawa tunamuita dereva dereva dereva hajaonekana, mpaka mpaka moto unakuja unakamata gari unaanza kuwaka. Hapo ndo chanzo cha moto, lakini haijajulikana moto umeanzia wapi au chanzo cha moto ni nini. Basi tunaweza kusema kwamba yani, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa, kwa jeshi la zimamoto na uokoaji limefika wakati, lakini kuna ajali iliyotokea kwa kuhusiana kusema kwamba mtu amefariki hapa. Kipindi moto unaanza hapa, sisi tulikuwepo, tuna kampuni hapo nyuma, nyuma ya hii gari kwaio tulikuwa tumekaa. Huyu bwana amekuja muda wa saa nane mchana alivyokuja akapaki hapa, kwahio akatafuta watu wamsaidie kunini, kupandisha umzigo mzigo, nyasi yaani alikuwa na nyasi mbili, nani kavu kwa hiyo akawa ametafuta vijana wamsaidie kupandisha. Kwa hiyo akawa anapandisha zile nyasi, amepandisha muda mrefu. Baadaye mmojawapo sasa kati ya wale waliokuwa amewaleta kupandisha zile nyasi akawa anavuta nini, sigara. Amevuta sigara ile amemaliza, akawa amerusha kile kipande cha sigara chini, akajua moto umezima. Kwa akawa amepumzika kwenye hiki kibanda unachokiona hapo. Sasa baadaye ndo akaona moto kama unavyojua upepo upepo ukaanza kufanyaje, kupiga. Hutaka kushtuka, nifanye nini, moto ukawa umeshika maeneo hayo unayaona hapa ya kichwa cha gari. uh -huh, majira kama ya saa saba tulikuwa tumelali gari limebaki hapa, lakini ilipofika muda kama saa tisa, tukaona moto. Tulipoona moto, tukawa tumekimbia kuja kuona shida gani. Tulipofika hapa, tukajaribu kumtafuta dereva atukumwona, lakini baada ya muda sio mrefu na wabuwa, imefika, salama kwa taifa za awali. Bado uchunguzi unaendelea kuweza kujua kwamba moto umesababishwa umesababishwa na nini. Na madhara ni kuungua, kuteketea kwa gari zima kama unavyoiona pamoja na tela yake ambayo imebebwa. Kwa hiyo kwa madhara kwa binadamu, hakuna madhara binadamu na uchunguzi zaidi unaendelea kujua kwamba moto umesababishwa na kitu gani. Pana mpaka sasa hivi hatujapata taarifa kama kuna madhara ya binadamu, kwa hiyo hakuna madhara ya majeruhi wala k... mpaka sasa hivi bado hatujajua, bado dereva iko wapi, bado tumefika tukaanza na zoezi la kupambana na moto huo, mpaka mpaka mpaka muda huu dereva bado hatujui yuko wapi, naendelea kumtafuta ili ushirikiano kujua kujua taarifa zaidi nini. Kwa hiyo uchunguzi bado unaendelea kujua chanzo ni nini na dereva bado hatujampata <muchilana>